Talaka ya umma ya Idi Amin. Idi Amin Dada alikuwa rais wa Uganda ambaye alikuwa na sifa ya kufanya mambo ya ajabu na ya kusisimua. Moja ya matukio yake yenye kushangaza zaidi ilitokea mnamo Machi 26, 1974, alipotangaza talaka yake ya wake watatu Malyamu, Kay na Nora kwa umma kupitia redio ya taifa ya Uganda. Tukio hili lilionekana kama onyesho la mamlaka yake isiyo na mipaka kwani alitumia chaneli za serikali kushughulikia masuala yake ya kibinafsi. Maisha yake ya awali na ndoa. Idi Amin alizaliwa karibu mwaka 1925 huko Koboko, mkoa wa Kaskazini Magharibi mwa Uganda. Alikuwa na asili ya Kisudani na Kiganda na maisha yake ya utotoni yalikuwa magumu. Kabla ya kupanda madaraka alikuwa askari katika jeshi la kikoloni la Uingereza, akipanda cheo hadi kuwa mkuu wa jeshi mnamo 1971, alipochukua madaraka kwa mapinduzi ya kijeshi dhidi ya rais wa wakati huo Milton Obote. Alikuwa tayari ameoa wake kadhaa. Mke wake wa kwanza Malyamu, pia anajulikana kama Mariam, aliolewa naye mnamo 1962 na, na akamzaa watoto watatu. Kai alikuwa mke wa pili aliyeolewa naye mnamo 1966 na, na, na Nora alikuwa watatu mnamo 1967. Wake hawa walikuwa wameishi naye katika ikulu ya Kampala wakifurahia hadhi ya kifalme. Walimzaa watoto wengi, na familia yao ilikuwa kubwa na yenye umuhimu katika jamii. Hata hivyo, ndoa zao zilikuwa na migogoro, hasa kutokana na tabia yake ya jeuri na udhibiti mkubwa. Amin alikuwa na wake wengi sana wakati wa maisha yake na idadi yao inasemekana ilifikia zaidi ya 39. Baada ya talaka hii, aliolewa na wengine kama Madina na Sara Kiolaba ambaye alikuwa densi maarufu. Harusi yake na Sara ilifanyika mnamo 1975, wakati wa mkutano wa wao huko Kampala na ilikuwa tukio la kimataifa. Talaka ya 1974 ilikuwa na maana kubwa kwa kuwa ilikuwa ya umma na ilionyesha jinsi alivyoweza kutumia mamlaka yake hata katika maisha binafsi. tangazo la talaka kwenye redio. Mnamo Machi 26, 1974, Idi Amin alisimama mbele ya mikrofoni ya Radio Uganda akivaa jezi lake la kijeshi na kutangaza talaka yake. Alisema kwa sauti ya mamlaka, nimeamua kuwataliki wake wangu Malyamu, Kay na Nora kwa sababu nimeona ni bora kwa maslahi yangu na ya taifa. Tangazo hilo lilirushwa hewani mara moja na lilionekana kama amri rasmi ya raisi. Watu wengi nchini Uganda walishangaa na kushangaa, kwani hakuna kiongozi aliyewahi kufanya talaka ya umma hivyo. Alisema kuwa maamuzi haya yalikuwa ya Kiislamu, kwani alikuwa amebadili dini na kuwa muislamu mnamo 1972. Katika Uislamu mwanamume anaweza kutoa talaka hadi nne, na Amin alitumia haki hiyo. Hakutoa maelezo mengi kuhusu sababu, lakini alisema ni kwa manufaa ya familia na nchi. Wake hao watatu waliondolewa kutoka ikulu mara moja, wakikosa ulinzi na mali zao za kifalme. Tukio hilo liliongeza umaarufu wake wa kutisha duniani. Sababu zinazodaiwa: sababu halisi za talaka hazijawahi kufichuliwa kikamilifu, lakini kuna hadithi nyingi. Kuna ripoti kwamba Malyamu alihusishwa na shughuli za magendo kwenye mpaka wa Kenya, na hiyo ilimkasirisha. Kay na Nora walidaiwa kuwa na uhusiano mbaya naye au kutoa ushauri usiofaa. Amin alikuwa na tabia ya kutoa amri za ghafla, na talaka hiyo inaweza kuwa sehemu ya mchakato wake wa kusafisha maisha yake. Utawala wake ulikuwa wa kidhalimu na alikuwa ameua maelfu ya watu. Talaka ilikuwa kama onyesho kwamba hata familia yake haikuwa salama dhidi ya hasira yake. Pia alikuwa akipigania uungwaji wa Uislamu nchini na talaka ilionekana kama hatua ya kidini. Wake hao walikuwa wamekuwa na hadhi kubwa, lakini wakapoteza kila kitu kwa amri moja. Athari kwa wake na watoto: Malyamu, Kay na Nora walipata mateso makubwa baada ya talaka. Walifukuzwa kutoka ikulu na na kuachwa bila ulinzi wakati Uganda ilikuwa na waufuzi wengi. Malyamu alikamatwa baadaye akihusishwa na magendo huko Tororo karibu na mpaka wa Kenya. Nora na Kay walikosa mali na walikimbilia maisha ya kawaida wakihofia maisha yao. Watoto wao walitengwa na baba yao na wengine waliishi na mama zao katika umaskini. Jamii ya Uganda iligawanyika kuhusu tukio hilo. Wengine walimwona Amin kama mtu hodari anayetenda kulingana na imani yake, wakati wengine waliona ni aibu na udhalimu. Talaka ilikuwa mfano wa jinsi alivyowadhibiti raia wake hata wake wake. Wake hao walitumika kama zana za kisiasa ili kuonyesha mamlaka yake. Muktadha wa kisiasa. Amin alipotangaza talaka, alikuwa katika kilele cha utawala wake. Alikuwa amewafukuza Waasiani mnamo 1972 na uchumi ulikuwa umeshuka. Tangazo hilo lilitumika kuonyesha udhibiti wake juu ya kila kitu. Wakati huo huo, alikuwa akifanya diplomasia na nchi za Kiarabu na talaka ilionekana kama hatua ya Kiislamu. Utawala wake ulimalizika mnamo 1979 wakati askari wa Tanzania na wananchi wa Uganda walipomrudisha Obote. Kabla ya hapo alifanya matukio mengi ya kushangaza kama kumwandikia barua Nyerere na kumtishia. Talaka ilikuwa sehemu ya picha yake ya kimataifa kama dikteta asiye na adabu. Urithi wa tukio hilo hadi leo, talaka ya Idi Amin inazungumzwa kama moja ya matukio ya kihistoria yanayoonyesha utawala wake. Wanahistoria wanasema ilikuwa onyesho la jeuri yake na kutodhibiti hisia. Amin alikufa mnamo elfu mbili na tatu huko Saudi Arabia, lakini hadithi yake bado inaathiri Uganda. Watu wengi hutumia tukio hilo kueleza jinsi viongozi wengine wanavyoweza kutumia mamlaka vibaya. Talaka hiyo ilifundisha kuhusu hatari za utawala wa kibinafsi, ambapo kiongozi huchukua maamuzi bila kujali sheria au maadili. Katika Afrika, tukio kama hilo lilionyesha mabadiliko ya kidini na kisiasa chini ya madaraka ya moja Familia za wake wake bado zinaishi na kumbukumbu kumbu hiyo na hadithi zinazungumzwa vizazi. Amin alikuwa na maono ya ajabu lakini matendo yake yalileta mateso. Talaka ya umma ilikuwa kielelezo cha maisha yake yaliyojaa machafuko na mshangao. Uganda imejenga tena baada ya utawala wake, lakini historia hii inabaki kama onyo.